Sivatungymimi yeah, yeah. La, lateni anania ananiangonya kwa sababu nimesimama hapa, serikali ya sasa na serikali ya nyuma. Sisi vijana wote tulikuwa tunafanya kazi, tulikuwa tunajificha mwenye milima ile, ile kodi tuliku, michango tulikuwa tunachanga kila siku, kwa sababu hawa wame, wamekuja sasa michango haipo, tuko uhuru, tunatembea, tunajivuna. Au huyu viongozi, ninawaomba vijana, tusigeuke. Sisi tunalianzia kwenye chama kwenye tano, tukabadilisha CCM, tukafika chipindi ichi, tunalia chama chetu chiendelee, ila vijana msigeuke, msigeuke. Nimemaliza. Namshukuru mbunge wetu wa wilaya ya Ileje kwa kazi alizozifanya zote. Sisi wanamtima tunashukuru, tunayaona maendeleo yake. Bahati mwaka juzi ulipofika mbele nisema mbunge wanatubeba huku, lakini kwa sasa hawatubebi, barabara inafikika. Jinsi walivyoongea wenzangu kiviochetu, jinsi walivyosema nyumba ya mwalimu pale tunaongezea, kweli tuna tatizo mwalimu angehamia lakini bado kuchapia na mambo mengine mengine. Mheshimiwa mbunge, kuna changamoto nyingi zinazotusumbua barabara hii walivyoongea kwenye taarifa huko, kuna madaraja mawili ambayo wanafunzi wanashindwa kuvuka. Kwa hiyo yote haya tunakulilia wewe, kama mwakilishi wetu, sisi tunakutegemea. Maendeleo katika wilaya hii yanaenda vizuri, hakuna kilichoharibika, pamoja na kwamba tunaongelea wilaya lakini pamoja na kijiji chetu kijiji chetu barabara ilioishia huko jinsi walivyoongea, yote haya tunakukatizi wewe, tunasema wewe utatufikiria, ni wazazi wako. Tuko pamoja miaka mitano tena, tuko nyuma yako, hakuna kitakachoharibika. Asante Mheshimiwa mbunge, sisi tunakushukuru kwa kufika Mtima, ni mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa maana ni mara ya kwanza, tunakushukuru. Karibu tena Mtima siku nyingine, mapungufu haya kuna vitongoji viwili huku, umeme nguzo zimeishia kwenye mti huu huko juu, wameshuka laini. Miaka mitatu imepita, lakini hakuna nguzo. Tunaomba nguzo ziweze kufika. Kuna kitongoji kilichosajiliwa na kitongoji ambacho hakijasajiliwa. Nguzo zimeishia kwenye mti huu, tunakuomba ili utupelekee. Tuko miguuni mwako, asante. Kazi ya mbunge ni kuwaletea maendeleo. Tunahitaji mbunge tuseme, mbunge hatuna maji <coughs> tuone maji, hatuna umeme tuone umeme, hatuna shule tuone shule. Huyo ndo mbunge pomwawasha nawe ata kuua au ta kumkulikisha kuwasha na vifuja vyanu vya ashira yameisha. Sasa tutafanya tathmini, kitu gani kimefanyika katika hiki kipindi kipindi hiki Wanamtima, tumefanya mambo makubwa sana na katika kata ya mbele hakuna kata tumeisahau na tutaendelea kufanya, na mimi nataka niwahakikishie mwaka huu wanamtima, mimi nitakuwemo, nitakuja kuomba ridhaa yenu muda ukifika. Sasa mimi kama mbunge mtekeleza ilani, ninaamini kama ni kazi mlizonituma kwa kweli, nimefanya kazi kubwa sana. Na kama nilifanya kazi kubwa sana katika kata ya Mbebe manake msaidizi wangu daraja lenu kuja kwangu, mheshimiwa mtaka akatofani manake pia ameupiga mwingi mwingi. Ujua kiongozi wako. Huyu kiongozi ni nani? Mtima oye, oye. Huyu kiongozi wangu ni nani? Kwake wapi tunaweza tukampata lakini tukipata tukitaka taarifa zake kuna asiyejua kindao ndio diua kuna asiyejua ukutulinga asiediwa... ngulondo kupelesha kuti umundu yumulongoshi witu winiwe kukwawo koki ivi linga tukutitumulushikisi akulaga ali ule inga yenda kumukaya tukulima Wewa utilingasha age nduko akafungula na akoa utishe he hata aeni tuko weyu <laughs> au kua amayira amsukuru mwalimu wangu hapa, inaaeshi daftari na alimu inakusaidia wewe kujua una kiongozi wa namna gani na unachagua kiongozi wa namna gani. Ni wape siri moja, wenzetu wanapofanya uchaguzi wa viongozi Hatumchagui kiongozi kwa sababu ametaka uongozi, tunamchagua kiongozi ambaye amekuwa kiongozi kabla hajawa kiongozi. Sijui kama naeleweka mwalimu, atakuwa ananielewa huyu mwalimu. Ukimuuliza katika watoto wako uliowafundisha wako, atakwambia eh, na huyu amekuwa kiongozi. Lakini kuna wengine anasema, eh, hata sisi wakati tunamfundisha tulikuwa tunajua anaweza akaja kuwa kiongozi kipata nafasi na ataweza. Sasa mimi nimesema natoka Kalembo, mna haki na uhuru huyu Godifre Mabiya Kasekenya yoyawawa Nsongwe chiko ali uleho wa kukula. Ili ni swala muhimu sana, uwezi ukawa ni mwizi Sio kama tunaelewana, ukawa hueleweki ukiwa sio kiongozi leo. Akakupa kiongozi ukasema utabadilika, mwalimu, hilo linawezekana? Haliwezekani linga nimuka liauulongoshi oge Lingani funa akanani nayo mlongoshi funa zaidi linganaali mwifi nayo mlongoshi a mwifi zaidi. Mtima hoyee imesema kiongozi anakuwa kiongozi kabla hajawa Mi natoka Kalembo, nawapa uhuru, ulizeni mtu ya ugodi fl Kasekenya Msongwe ni mtu wa aina gani. Lakini pia nimefanya kazi maeneo mengi, mimikuwa mbunge, nimefanya kazi maeneo mengi, nimefanya kazi leros kwa muda mrefu sana, lakini pia nimekuwa mkurugenzi wa halmashauri kwa muda mrefu sana, nimefanya kazi wizara za madini kwa muda mrefu sana. Unaweza ukafuatilia alikotoka huko alifanya nini. Ni huru kumjua huyu mtu huko alikokuwa alifanya nini. Hapo maeneo mengine alikuwa kiongozi, ikuwa mkurugenzi wa halmashauri Kasuru huko Kigoma. Unaweza ukauliza nimefanya nini, nimeacha ni historia. Unaweza ukauliza mwalimu, mtendaji, sijui nani, diwani wa huko fanya nini huko, na ndiyo maana haya yanayofanyika huku yawezekana ni uzoefu ambao nimeupata baada ya kufanya kazi huko, na ndio maana niko huru kuambia maeneo niliyopita, ili mpate uhakika anachokisema anamaanisha. Sasa wana Ileje, Ileje ina hazina ya viongozi wengi sana tumekuwa na Mbembela. Nakumbuka aliwahi waziri wa elimu akaja akibona, amekuwa naibu waziri, amekuwa naibu waziri akaja kuwa waziri kwa muda mrefu, waziri aliyeheshimika sana. Akaja mheshimiwa Gideon Cheyo akawa waziri kwa muda mrefu sana, lakini wakaja wabunge wengine ambao hawakubahatika kuwa hapo, lakini mimi nimekuja, nimeanza ishirini ishirini, nimeanza na naibu waziri wizara nyeti ikaaminiwa kuwa naibu waziri wa ujenzi, na katika eneo hilo nimefanya na mawaziri wa nne, huyu naye ni waziri wa nne, lakini imebaki kwenye hiyo eneo nikiwa nafanya kazi kama naibu waziri wa ujenzi. Kwa hiyo cha kwanza pia lazima nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dakta Samia Suluhu Hassan ambaye hii nafasi mimi sio ya kwangu, hii nafasi ni ya kweli, hii nafasi ni ya kwenu mimi na hakika, nikiharibu nimeharibu kwa Wanaileje, hawatasema hawa msongo, watasema watu wa Ileje. Nikiharibu wa kutawandu wa kweje wa mwanwele tutesha wali, ukifanya vizuri watasema Ileje wako vizuri, na wengine tunasema pengine hata haya wanaangalia, kwamba hawashangai, watasema jamani, mnaona cheo alikaa muda gani, alifanya nini, simuona kile kibona walifanya. Kwa hiyo ndio tunatuendelea mtima oye. Kwa hiyo cha muhimu muwaelewe, eleweni huyu uh, ni nani. Mwakauni wa uchaguzi utakuja wengi, sisi ubunge unaisha mwishoni mwa mwezi wa sita, utakuja wengi lakini, tunasema mbunge wa Ileje ni mbunge wanaileje, tumpime winiwe au omiteki alipoki wakati fulani sisi kwenye mitandao huko, kwa uti, ah, pa, pa, pa, pa na tunakopita huko dumokwaya uti amesema hapa waati wekwileje munda bandu walemashe mundu ulinga wayashe ulinihera ulashe ulutikula vilombe wakuiti nawakuiti sasi wengine atumiza